Leo tumewaita hapa kwa ajili ya kutambulisha shindano ambalo linakuja kufanyika nchini Tanzania ambalo litakuwa linajulikana kwa jina kama la Smartgin Street Dancers. Hili ni shindano linaohusisha vijana wote wenye vipaji vya kucheza. Tunachozingatia tu ni umri kuanzia miaka 18 na lakini, huko nchi Tanzania na unajijua kabisa una kipaji kikubwa cha kucheza, basi hili ni shindano ambalo litawahusu watu wote wenye vipaji. Na kwa nini mwaka huu tumekuja na hili uh, shindano la kudansi? Kwa sababu ni moja kati ya shindano ambalo sasa hivi hata niye mkitazama ni kitu ambacho hakifanyiki sana uh, nchini kwetu Tanzania. Uh, kwa muda sana kumekuwa kimya lakini sisi tukiwa kama sehemu ya watu ambao tumekuwa tukifanya mashindano mbalimbali mbali, tukifanya event mbalimbali tumeona sasa tulikumbuke kundi la watu ambalo lipo Tanzania lakini kwa ujumla linaonekana kama limesaulika. Na mikoa ambayo uh, tumechagua kuanza nayo kwenye msimu wa kwanza, tunaamini pia tutakavyokuwa tunaendelea kuna mikoa itaongezeka, lakini kwa kuanza tumeanza na mikoa nane. Yanapoandaliwa mashindano, lazima pia kuwe kuna zawadi. Kwa hiyo mdhamini mkuu ambaye ni, ni Smartgin ameandaa pesa taslim shilingi amini zaidi ya shilingi milioni 30 ambazo zitaenda kushindaniwa, kwa hiyo kwa mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu, mshindi wa nne, wa tano mpaka wa kumi. Lakini pia hata wale ambao watajiunga na mashindano haya watakuwa sehemu ya kupata zawadi ambazo zitaenda kutolewa. Mashindano haya yatakuwa ni ya haki, hayatokuwa na upendeleo wowote kwa sababu kumekuwa na lawama nyingi kwamba huenda washindi huwa wanaandaliwa kupitia Smartgin Street Dancers. Mashindano haya yatakuwa ni ya haki kabisa na mshindi atatangazwa hadharani. Utaratibu namna kupata fomu, uh, kwenye mikoa hiyo ambayo tumeitaja, uh, kutakuwa kuna uh, baadhi ya vituo ambavyo wataenda kupata hizo fomu, I mean, kwenye, kwenye, kwenye media ambazo tutakuwa nao partner kwa ajili ya kufanya matangazo kwa uchache tunaza ngataja baadhi ya, ya, ya media au radio ambazo tutakuwa nao partner kwenye kwenye kufanya shindano hili. Kwa wenzetu wa Mtwara wataenda kupata fomu kupitia safari y Radio, lakini pia Songea wataenda kupata fomu Jogoo FM, lakini pia kwa Morogoro fomu zitakuwa zinapatikana Dizi FM.